Shule kwa wakati huu zimefungwa na mitihani inaendelea, ni kuahimiza wazazi waweze kutunza watoto wao, waangalie mahali ambapo wanaenda mchana na usiku, kwa sababu tumepata watoto wameanza kujiunga na vikundi vya uhalifu kama vile Jechijinga na Blackboard. Tuangalia watoto mahali ambapo wanalala na wanaenda wa sehemu gani, ili mimba za mapema tuweze kuzuia. Tunawahakikishia ya kwamba mupe watoto wetu wanapofanya mtihani, muwape wakati wu, wakati mzuri wapate kusoma, ni kwa sababu ya maisha yao ya baadaye. Miezi hii miwili ambapo kwamba watoto wamerudi nyumbani, tuweze kuchukua nafasi hii kama mashekh namna alivyosema ndugu yetu pasta, tuweze kuchukua nafasi kuweza kuwalea watoto, kuwapa maadili, kwa sababu uhalifu huu wote unapata hao vijana ambao kwamba wamekuwa katika vikundi vya uhalifu, ni vijana wadogo vijana ambao kwamba watakikana a wamepewa malezi ya kidini, lakini kwa vile wanakosa malezi ya kidini, ndio inatokea uhalifu kwa umri huu mdogo. Kwa hivyo tuchukue muda huu wa miezi miwili wa likizo ya nyumbani tuweze kukaa na watoto kuwafunza, na nataka kuomba wazazi, likizo hii isiwe likizo ya kuachilia watoto kwenda kutembelea jamaa zao. Mara mtoto ameenda kwa shangazi, kwa mjomba, hawezi mchunga mtoto wako wakati akiwa mbali na wewe. Keti na mtoto wako, umwachilie mtoto wako aende msikitini, apate mafunzo sasa so, hizi madrasa zinaendelea katika hiki kipindi. Achilia watoto waweze kusoma mambo ya dini, ili watoto wainuke wakiwa ni watu wenye maadili mazuri katika society, wasiwe watoto ambao kwamba watainuka na madhara na kudhuru watu katika society yetu.